Ni msimu mwingine wa Uchumi Gala Awards mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na huu ni msimu wa nne wa tuzo zinazotolewa na taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Ruvuma Women In Business, tuzo ambazo hutolewa kutambua mchango wa ujasiriamali katika sekta mbalimbali ili kuwapa motisha ya kufanya zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa Nkuzo Hotel, mkurugenzi wa taasisi ya Ruvuma Women In Business Anet Nyanyinde amesema mwaka elfu mbili na ishirini na tano utakuwa wa aina yake kwa kuwa utakuwa ni msimu wa kitofauti uliobeba tuzo, elimu na burudani. Mwaka huu tutakuwa na activities kadhaa ndani ya ukumbi wetu, tutakuwa na kipengele cha tia kwanza, itazungumzia kuhusu kujitu tia ya pili, tufahamiane, tia ya tatu tucheke na tia ya nne tuburudike, tukimaanisha kwamba hizo 4H tutagawa masaa manne. Tutaanza mchana kuanzia saa kumi ili kuweza kufikia masaa manne kwa kutokana na hizo tia zilizozielezea. Tutakuwa na muda mzuri wa kufurahi tukiwa na watu wa kutoka sehemu mbalimbali ambao tayari tumezungumza nao. Tutakuwa na hiyo tia ya kwanza ambayo tucheke lakini tutakuwa tuna burudani kutoka wasanii mbalimbali ambao tufurahi, lakini tutafahamiana, lakini pia tutajifunza. Ndio maana nasema Uchumi Galla Awards 2025 with 4. Uh, jambo lingine tumeenda kuwajulisha kuwa mwaka huu tunategemea kuwa na before Uchumi Galla Awards kilele, tutakuwa na tunzo za nyanda za juu kusini, zikizunguka zikianzia mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya na hizo sehemu zote kamati zimeanza maandalizi rasmi kwa ajili ya kujiandaa na kilele cha Uchumi Galla Awards tarehe 30 mwezi wa 8 2025. Kwao tumewajulisha kuwa kwamba tumekuwa zaidi mwaka huu tumesonga mbele zaidi, tutakuwa na huo mzunguko kutoka Njombe, Mbeya na kuja kufanya kilele katika mkoa wa Ruvuma kwa tunzo za nyanda za juu kusini mwaka 2025, lakini pia mwaka huu pia Uh, tulizoea watu wengi watakuwa na code, dress code, lakini mwaka huu tumetoa fursa kwa wadau wa jasiriamali kuweza kusupply vitenge. Kutakuwa na sare ya vitenge ambapo watu wote watapaswa kuwa na hiko kitenge, ndiyo sare yetu ya mwaka huu. Lakini jambo lingine tutakuwa tu, sio tu tunzo zile zinazoshiriki watu, vipengele vya watoa huduma, watu wa bidhaa tu, tutakuwa na vipengele vya watoa huduma mbalimbali kwamba tuna watu wa mikopo tuna watu wa loans, lakini tuna watu wa, wa usafi lakini tuna watu pia, kuna sekta zingine ambazo wao hawatoi bidhaa lakini wanatoa huduma. Kwa mwaka huu vipengele hivyo pia tumeviongeza, washiriki wa watoa huduma sio to watoa bidhaa peke yake. Ki jambo lingine katika mchakato ambao kuelekea kwenye kilele tunategemea kwa ajili ya kutangaza utalii wetu mkoa wa Ruvuma, tunategemea kuwa na short fund lands, kwa ajili ya kutangaza safu za matogoro tunategemea kushirikiana na wadau mbalimbali nao kwa ajili ya kutangaza uh, safu zetu za matogoro na huko napo kutafanyika nyama choma na shughuli mbali mbalimbali kwa ajili ya kufurahi na kuelekea kwenye kilele chetu cha Uchumi Galla Awards 2025. Kwao tunawajulisha umma, tujiandae kupokea 2025 Uchumi Galla kwa vipengele mbalimbali mbali, kuna matukio mengi ambayo yatatuweka pamoja, yatatukusanya pamoja na kutufurahi pamoja na kujifunza na kuweza kushirikiana na mambo mbali mbali, lakini mwaka huu tuna wa mabarozi wa Uchumi Galla Awards ambao mbele yenu kuna Malia ambaye ni barozi wetu, lakini barozi wetu mwingine ni, ni Mchawi Bei kaka Davis, yeye ni barozi kwa upande wa wanaume wa Uchumi Galla Awards. Lakini pia tuna mrezi wetu ambaye ni Madam Riziki Dr Ankia, yeye ni mrezi wetu na mshauri wetu wa karibu katika masuala haya ya Uchumi Galla Awards tunawakaribisha sana sana sana wa vyombo vya habari na wadau mbalimbali kwa ajili ya kushirikiana kufanikisha, lakini kubwa zaidi tunawategemea wadau mbalimbali wa maendeleo waweze kushirikiana na sisi kwa ajili ya kuweza kufanikisha jambo hili liwe zuri na liwe kubwa zaidi. Lakini pia vyombo vya habari mlikopo hapa, tunategemea sana ushirikiano wenu kwa ajili ya kutusaidia kufanikisha kutoa habari kwa jamii sehemu mbalimbali, tuweze kufikia marengo na tuweze kutangaza mkoa wetu na nyanda zetu za juu za kusini jambo kubwa namna hii. Akizungumzia njia ya kudhibiti malalamiko kwa ushiriki wa tuzo, Anet anasema pamoja na kura vipo vigezo vingine vitakavyozingatiwa ili kushinda. Mwaka huu tumejipanga, cha kwanza tumeongeza idara nyingine, idara ya tunaita tume ya tuzo, ambao wao ndio wanachakata majina. Watu wakijaza fomu na kuleta kwamba hawa wanastahili kuingia kwenye mchakato kwa kile walichokijaza na kufuatiliwa kile wanachokifanya. Lakini pia ishu sio kura tu, lakini tunaangalia, kuna mtu anaweza akapata akapata kura nyingi sana lakini anachokifanya tofauti ambacho kile na kile kura zinafanya nini kinacho anachopigiwa. Kwa hiyo kura zinafanya kazi, lakini kuna mtu anaweza kumpa tuzo leo, ameshinda kura, baada ya muda kile alichokifanya amekufa kabisa, hayawezi kukifanya. Na kuna madhara ya kupiga kura. Tunatamani kufanya kura za wazi. Mwaka juzi tulifanya kura za wazi tuliona changamoto yake kwa jamii kwa hasa washiriki wenyewe walipata hata hata zileta vurugu nyingi sana nyingi sana presha. Mtu anapoona ame, ame, amezidiwa Ameni, kuna presha nyingi sana ilifikia hatua kuna wengine mait feki wakaingia wakafanya vitu vya ajabu sana sana sana. Kwa hiyo tunajitahidi sana kile tunachokifanya kila mwaka, cha kwanza tunawashirikisha hata hawa wadau wenyewe, ambao washiriki wa miaka ya nyuma kwa hiyo tunakuwa na vipengele mbalimbali mbali, kipengele mbali, vichache ni vitaje, tutakuwa na kipengele cha watu wa keki, lakini tuna kipengele cha mpambaji bora, tuna kipengele cha mtangazaji bora, lakini tuna kipengele pia cha waandishi au tunasema katika watu wa huduma, waandishi wa habari. Lakini katika waandishi wa habari tuta categorize sehemu gani, tunataka tuone waandishi wa habari ambao wanaripoti taarifa, waandishi wanaandika habari wa za maendeleo kwenye kilimo, katika mkoa wetu wa Ruvuma au nyanda za juu kusini zimejikita sana kwenye kilimo, tunashiriki sana kwenye kilimo, tunajenga maendeleo yetu kwenye kilimo. Kwa hiyo tutaangalia sana sana waandishi wa habari kipengele chao cha wale waandishi kuhusu masuala ya kilimo, wale wanaripoti kuandika pia habari za wanawake na maendeleo, lakini na masuala ya lishe kwa ajili ya kujiondoa ku, na masuala ya udumavu, kutoa elimu kwenye jamii. Lakini tuna kipengele kingine ambacho cha wasanii pia kipo chipukizi na wale ambao wanafanya wapo katika sehemu ambayo wanajulikana zaidi, tunacho lakini pia tumeona bado ni ajira. Kuna ngoma za utamaduni pia, vikundi vya utamaduni, mwaka huu nao tumekuwa, miaka mingi tuliwaacha, mwaka huu wapo, kwa sababu nao wanafanya kazi za sanaa, wanafanya kazi za kuongeza uchumi kupitia sanaa zao za ngoma za utamaduni. Tutakuwa nao hao pia, lakini pia tuna watu wa caterings, watu wa usafi ambao tunaita wa, madobi wa kishua, nao mwaka huu pia wapo, lakini pia kuna kipengele cha, watu, kipengele cha elimu kinachogusa walimu mbalimbali mbali, lakini tuna kipengele cha uongozi ambacho kinaangazia viongozi ambao wanafanya nini kwenye jamii, jamii wananchi wao wana, wana, ndio wanasema kiongozi gani anastahili kupewa tunzo hiyo kwao. Tuna kipengele cha viongozi na tuna kipengele cha afya, tuna kipengele cha elimu kwa ajili ya kuweza kuweza kufahamika zaidi, kujifunza na kuleta tija katika maendeleo yetu. Ndio maana tunasema tunzo ni kielezi, kivumishi kwa kile unachokifanya kwa jamii. Baadhi ya wadau na wadhamini wa, wa Uchumi Gala Awards 2025 wanatoa wito kwa wajasiriamali kujitokeza kwa wingi kushiriki ili waweze kujitangaza zaidi. Kwa jina anaitwa Riziki Sulemani Inke au Dr. Riziki. Kikubwa ni furaha kwetu wanaruvuma na ni fursa kwa Uchumi Gala. Tunaona mwaka uliopita na miaka mingine iliyopita vijana wengi wamepata kujitangaza wajasiriamali wajasiriamali wadogo wadogo na wajasiriamali wakubwa. Tumeona ni jinsi gani ambavyo wameweza kujitangaza biashara zao zimekuwa, na Anet mwanzilishi wa Uchumi Galla, jinsi ambavyo amekuwa akiwatoa washiriki kwao. Kikubwa ni wasisitizie wadau kujitokeza kwa wingi, kusapoti vijana wetu, kusapoti mama zetu na watu wasioni aibu kutoka wengine wanakaa baadaye ndo wanaanza kujitokeza. Hapana, hii ni fursa imekuja mapema sana. E, mtoke majumbani, mtoke mkaangalie fursa, tukatengeneze network, tukakutane na watu, tukashauriane mambo mbalimbali kwa ajili ya kuinua uchumi wetu, wana Ruvuma. Na hii sio kujitangaza tu katika mkoa wetu wa Ruvuma. Hapana, hii unajitangaza ndani na nje ya Ruvuma. Kwa hiyo, okay, mimi naitwa Frank almaarufu kama Fobi ni mwanamuziki wa kizazi kipya nchini Tanzania. Um, naweza kusema namshukuru Mungu kwa kutupa afya njema mpaka leo, tuko hapa tuko hai uh, kwenye press conference ya Uchumi Galla uh, Awards, si ndio? Na mimi nimekuja kwa sababu nimeona uh, kuna fursa nyingi, lakini pia mkurugenzi um, wa, wa hii kampuni ambaye ni dada Aneti uh, ni mtu ambaye yani naona kama tunaenda njia sawa, na ndio maana sasa hivi angalau kila sehemu mimi atakapokuepo nami nipo, kwa sababu mara nyingi sana uh, mimi natamani mkoa namna uh, nione unainuka kwa kwa, kwa sehemu mbalimbali, yani nyanja mbalimbali, umeona. Kwa hiyo anavyotokea mtu kama dada Aneti anaipambania uh, Ruvuma ama anapambana Uh, kwa ajili ya kuamsha uh, vitu mbalimbali mbali, lazima umuunge mkono. So mimi kama mwanamuziki icon ya Ruvuma uh, nimeona niungane naye na kuwapa hamasa watu wengine wa mikoa mbalimbali mbali, eh, uh, au nchi nzima kwa ujumla, niseme kwenye mkoa wetu watu wanatakiwa tushiriki hivi vitu. Mimi naitwa Florence Elekela uh, ni mwana Ruvuma, ni mdau wa maendeleo. Kwa kweli jambo hili ambalo uh, mkurugenzi wa Um, Uchumi Galla ameliandaa dada yetu Anet ni jambo zuri sana ambalo linakwenda ku, linaendelea kuibadilisha taswira ya Ruvuma yetu uh, lakini pia katika kuwainua wajasiria mali wadogo uh, kwa hivyo sisi kama wadau uh, tumelipenda hili jambo na tunaliunga mkono kwa asilimia zote na tunaomba Wanaruvuma wajasiria mali, jamani tujitokeze, tusiwe nyumanyuma nyuma tu eh. Tufike huko mbele ambako wenzetu pia wamefika. Flora Ngongi, nimekuja kuwakilisha TCB. Sisi kama TCB tumekuwa ni wadhamini wa wibu uh, tuseme Women Gala kuanzia inaanza mpaka almost mwaka jana nadhani uh, tumekuwa wadhamini wakubwa kwa sababu tuna amini katika kufanikiwa pamoja n uh, katika kukuza uchumi wa Ruvuma um, in general. Kwa hiyo sisi kama wadhamini tunapenda kuwa um, um, kuwakaribisha watu wengine ambao ni nje ya Ruvuma pia wa participate kwenye Uchumi Galla Awards. Kama mwaka jana, it was very nice, tumeweza ku participate na watu wengine tofauti na waruvuma. It was very nice kwa sababu tunaweza kukuza zile Shipukizi <coughs> na watu wengine ambao walikuwa wafahamiki katika mikoa mingine. Kwa hiyo I'm very proud of Aneti and I'm very proud of Rimu. You guys keep it up. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Update zaidi zinapatikana kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele, lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa, kwa sasa.